Afisa mtendaji mkuu na msimamizi wa kimiliki kutoka ofisi ya kimiliki Tanzania Kosota, Bidori ni Sinare, amesema umefanikiwa kukusanya jumla ya bilioni 1.4 kwa kipindi cha miaka minne ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ikiwa ni utekelezaji wa ahadi yake alipohutubia bunge mara tu alipoingia madarakani na kuahidi kuimarisha usimamizi wa kimiliki, na akishiriki hayo ameyasema katika ukumbi wa idara ya habari maelezo, jijini Dodoma katika mkutano wake na waandishi wa habari akieleza mafanikio na mwelekeo wa COSOTA kwa kipindi cha miaka minne ya uongozi wa serikali ya awamu ya sita. Uh, kupitia marekebisho ya sheria hayo niliyosema, mwaka 2022 na 2023, kuna mambo makubwa mawili ambayo ya yamefanyika. Jambo la kwanza, kumeanzishwa aina mpya ya chanzo cha mapato ya serikali lakini pia kwa wasanii tunayoita tozo ya haki miliki. Tozo ya haki miliki ni tozo ambayo inatozwa kwenye vifaa vile ambavyo vinaweza kutunza kazi za sanaa na kazi za uandishi na vielelezo ambavyo vinaweza kusambaza, lakini yule mbunifu anakuwa hawezi kupata kipato kwa wakati huo kwa sababu ya hawezi kukontrol yale matumizi. Kwa hiyo chanzo hicho cha mapato kimeanza kutozwa kuanzia mwaka elfu mbili na ishirini na tatu mwezi Septemba, na kuanzia Septemba mpaka um, Februari mwaka huu kiasi cha shilingi bilioni moja pointi nne uh, kimeweza kukusanywa. Bisinale ameendelea kueleza namna tuzo hizo zinavyopatikana na vile zinavyoenda kugawanywa baina ya serikali na wasanii ili kuwanufaisha kutokana na bunifu zao. Lakini pia chanzo hicho cha mapato matumizi yake yamegawanyika katika sehemu tofauti. Sehemu ya kwanza, asilimia kumi inakwenda kwenye gawio la serikali mnaweza kuona kwamba hiki hakikuwepo kabla ya hapo, lakini sasa kitakwenda kwenye gawio la serikali na kimeanza kwenda kwenye gawio la serikali. Lakini asilimia sitini inakwenda kwa wasanii wenyewe kupitia migao ambayo itakuwa ikifanyika, na sasa tunategemea kufanya mgao mkubwa wa, wa tozo hizo ndani ya mwezi huu wa tatu ili kuweza kuwanufaisha wasanii wote kwa maana ya waandishi wasanii katika kada zote, wasanii wa kazi za mziki, kazi za filamu, kazi za maandishi, sanaa za ufundi na sanaa za maonyesho. Katika mwendelezo wa mashirikiano ya kimataifa, COSOTA imefanikiwa kuanza mchakato wa kuanzishwa kituo e cha elimu katika masuala ya ubunifu, ambapo Tanzania inaenda kuwa na kituo hiko kitakachotoa mafunzo ya muda mfupi, uh, uh, mashirika mbalimbali mbali ya kimataifa na kitaifa. Uh, kama nilivyokisha kueleza, kumefanyika mambo mengi kuhusiana na Uh, ushirikishaji wa mashirika hayo ya kimataifa yakiwepo uh, shirika la milki bunifu duniani yani WIPO, shirika la milki bunifu la Afrika yani ARIPO. Lakini pia kuna mashirika mengineyo ambayo mtayapata, um, kwenye spichi uh, hii mtakapoipokea. Lakini moja kubwa ambalo limefanyika katika ushirikiano huu ni uanzishwaji wa kituo cha elimu katika masuala ya ubunifu. Watu wengi, wadau wetu wanahitaji elimu katika masuala ya ubunifu kwa hiyo kupitia shirika la miliki bunifu duniani Tanzania kupitia kosota ambayo ni taasisi inayosimamia haki miliki na KOSOZA upande wa Zanzibar, lakini upande wa Tanzania bara pia ofisi ya BRELA ambayo inashughulika na, na masuala ya uh, usajili wa alama za biashara na miliki bunifu nyinginezo, lakini kwa upande wa Zanzibar ofisi ya BPRA kwao, sisi tumetengeneza um, ushirikiano wa pamoja ambapo kituo hiki kitaanzishwa na kitakuwa kikitoa mafunzo ya muda mfupi, kwa sababu kwa sasa mafunzo yanayotolewa ya, ya miliki bunifu kwa ujumla ni katika levo za digrii za sheria na masters. Kwayo hii itawawezesha wale wasanii au watayarishaji na wadau wote wanaohitaji kupata elimu hata kama ni kwa wiki, waweze kupata elimu na kuweza kuwanufaisha zaidi. Kwa mfano, naweza ukasema kikundi A hey, kinahitaji elimu kwenye mikataba ukaandaliwa kozi ya mikataba ya siku mbili, wakafundishwa, ikaishia hapo. Kwa hiyo kituo hiki kinategemewa kuwepo Tanzania na kimeshafikia kwenye hatua ya sasa, wadau wanashirikishwa kwa kueleza yale ambayo wanatamani kituo hicho kiwafundishe.